Kwenye kilimo cha umwagiliaji, kwenye kilimo cha umwagiliaji, mbunge wenu amekuwa akisemea sana. Hata mara ya mwisho nilipofika hapa kama katibu mkuu, alinisumbua sana na habari miradi ya umwagiliaji, na leo nafurahi kuwaambia mipango ya ilani ya CCM ni kujenga skimu mpya za umwagiliaji maji Ileje saba, na katika wilaya zote nilizopita moja katika wilaya ya tano bora zilizowekewa skimu za umwagiliaji nyingi ni Ileje, na hii inatokana na tabia mbaya mbunge wenu kung'ang'ania miradi mikubwa mikubwa ije kwake. Kwani mbunge, ungepata mitatu ilikuwa shida, nne unataka yote saba kwako, kweli? Ni sawa hiyo, ni sawa hiyo, ni sawa hiyo. Nimeacha bwana na mbolea itaendelea kutolewa kwa wingi zaidi kwa wakati na kuhakikisha ina kiwango cha ubora, lakini vile vile huduma za ukulima wa kitaalamu kwa kutumia maafisa wetu wa ugani nazo zitaendelea kutolewa ndani ya miaka mitano, ili kilimo chetu kiwe na tija zaidi. Hapo vipi?